mtazamaji na naye binti mmoja katika kaunti ya Kisii ameonyeshwa kwa kamavu wa kutafuta elimu licha ya kuwa na uwezo mdogo wa kufadhili masomo yake Edna Mwangu ambaye anasoma ana, ana, ana katika chuo cha mafunzo cha matibabu ya KMTC anatumia muda wake nje ya chuo kuuza mboga ili kukidhi mahitaji yake ya karo Binti huyu wa miaka 23 akisema ana ari kubwa ya kukamilisha masomo yake na kupata ajira Crispin Otieno alitangamana naye na hapa taarifa yake ni azma ya kila mwanafunzi anayekamilisha kidato cha nne kutimiza ndoto ya elimu na kujiandaa kwa maisha yanayofuata. Ni matumaini haya ambayo Edna Mwango, mwanafunzi wa chuo cha mafunzo ya matibabu cha KMTC Kisii, anafahamu fika. Safari ya Edna kukamilisha masomo yake ya matibabu ya mifupa na dharura haijakuwa rahisi, kwani amekuwa akilazimika kutafuta kazi za ziada kukidhi mahitaji ya karo. Leo hii akiwa na deni la takriban shilingi laki moja unusu kibarua cha kulipa karo yake kimekuwa kizito, edna sasa akiamua kufanya kazi ya uchuuzi akiwa hayuko darasani. Hapa anaonekana kuvumilia kijibaridi na uteo kichwani. Malengo yake ni angalau kuuza nyanya na vitunguu, kujaribu haba na haba kujaza kibaba chake cha karo. Nyumbani kwao kijijini Nyakeiri, maeneo ya Marani, kaunti ya Kisii, Edna anaishi hapa na nyanyake baada ya mamake kuwaga dunia akiwa mtoto mchanga. Hali ngumu ya maisha hapa ni dhahiri. Kwa sasa hivi sina pesa, huku nyumbani nimepanda mboga na nipia grass. tangu niingie shuleni nimepata challenges mingi. Kufanya kazi sina wakati wa kusoma na kubalansi kufanya kazi na kuenda shule kwa kuusausa ndio wapate pesa. Kwa msichana sio vizuri, na hiyo ni usiku kicha. Ninachopenda ni kuendelea na masomo yangu mahali nimefika hadi nimalize, nimalize kosi ninayoifanya, nipate kazi, nijenge huku nyumbani kwetu na kusaidia familia yangu. Japo kuna mawimbi makali yanayopiga ndoto ya binti huyu, matumaini kwake yangalipo licha ya kupitia changamoto si haba na kuendelea kukata kiu yake ya elimu. Edna anasema kamwe hata kata tamaa, na natumai kwamba ipo siku atamaliza kozi yake ya udaktari ili kubadili mahali anakotoka katika sehemu hii ya Kitutu Chache Kaskazini. Crispin Otieno, Runinga ya Citizen, Sombogo katika kitutu chacheno, kaunti ya Kisii.